Jambo kubwa la kujiuliza ni kwamba je, wananchi Yanga katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara 2024 2025, wako tayari kuwaona watani zao wajadi Simba wakipewa ubingwa kutokana na pointi za mezani zitakazotokana na uamuzi wao wa kutojitokeza katika mechi ya dabi ambayo bodi ya ligi imeipanga kufanyika Juni 15 mwaka huu, kwa sababu kufanya hivyo endapo Yanga itakuwa imeshinda mechi zake zote zilizosalia za msimu, halafu wekundu wa Msimbazi Simba nao wakashinda mechi zao zote zilizobaki, maana yake Simba watakuwa juu ya Yanga na watatwaa ubingwa. Lakini sio tu kwa sababu hiyo, lakini pia kwa sababu ya utekelezaji wa kanuni za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024 ambazo zitawafanya mabingwa watetezi wa michuano hii, ligi kuu Tanzania bara, ambalo walilitoa katika misimu mitatu mfululizo iliyopita kulipoteza taji hilo, kwa sababu kanuni katika utekelezaji wake kama utafanyika kwa usahihi, kanuni namba 31 kifungu cha kwanza moja kifungu cha kwanza moja cha kwanza mbili na cha kwanza tatu katika maelekezo yake kinaonyesha kana kwamba timu isipofika uwanjani timu ambayo tayari imeshacheza mechi zinazovuka nusu ya mechi zote za msimu, maana yake itapokonywa pointi kumi na tano miongoni mwa adhabu zitakazoikuta, lakini pili itatozwa faini shilingi milioni tano ambazo katika milioni hizo tano milioni mbili na nusu zitapewa mpinzani wake. Na hapa tunazungumza kwamba endapo Yanga haitakwenda uwanjani kama ambavyo kamati tendaji ya klabu hiyo imeeleza kwa umma kupitia taarifa yake jana, ikieleza kuhusu reaction yao, tuseme maelezo yao, baada ya kupata maelezo kutoka mahakama ya usuluhishi wa kimichezo CAS kuhusiana na sakata la dabi, ni kwamba pesa hizo milioni tano, nusu yake shilingi milioni mbili na nusu watapewa kundi la Msimbazi, Simba, ambao ndio wapinzani wao. Lakini adhabu nyingine mbali na kupokwa pointi 15 ni kwamba kama kutakuwa na gharama za kuelekea mchezo huo ni Yanga ndio watakaozilipa. Lakini jingine ni kwamba kama kuna kiongozi viongozi waliohusika katika kufanya mchezo usichezwe basi watachukuliwa hatua. Hiyo ni kwa mujibu wa kanuni namba 31 ya ligi kuu Tanzania bara msimu 2024/ 25. Hayo yakifanyika endapo Yanga itatimiza dhamira yake ya kutofika uwanjani kutocheza mechi ya dabi maana yake watawanufaisha watani zao wa jadi Simba kwa kutoa ubingwa kiulaini, ubingwa wa mezani. Pointi zitakazotokana na kitendo cha Yanga kutokwenda uwanjani kwa maana pointi tatu zile za mechi ambayo hawatakwenda uwanjani Ajuni kumi na tano, lakini pia kitendo cha kurudishwa nyuma kwa kupunguziwa pointi zao kumi na tano ambazo mpaka sasa wanazo mkononi. Iko vipi kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa? Wananchi Yanga ndio wanaongoza ligi wakiwa na pointi sabini baada ya kucheza mechi 26 sita wamefunga mabao sitini na nane wameruhusu mabao kumi. Wanaofuatia ambao ndio pekee wenye uwezo wa kuichallenge Yanga katika kupigania taji lake la nne mfululizo la Ligi Kuu Tanzania msimu huu ni watani zao wa jadi Simba ambao wao mpaka sasa wameshacheza mechi 24 wana pointi sitini na tatu lakini wana viporo viwili ili kufikia idadi sawa ya michezo na Yanga, kwa maana kwamba wakishinda mechi zao mbili za viporo, wakipata pointi nyingine, wakipatanyingine sita maanake sasa watatimiza pointi sitini na tisa maana wana pointi sitini na tatu kutokana na mechi ishirini na nne wakiwa wamefunga mabao hamsini na tano wameruhusu mabao tisa. Lakini je, kama Yanga hawatakwenda kweli hiyo Juni kumi na tano, ambao utakuwa ni mchezo kwenye makaratasi unaonekana ni mchezo wa ishirini na tisa kabla ya Juni ishirini na mbili ambapo timu zote zitatimiza mechi zao za msimu huu, maanake Simba watakuwa na fursa ya kutoa ubingwa, kwa sababu kwanza kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ambapo hivi sasa, kwa mtiririko ulivyo kwenye msimamo, Yanga wakishinda mechi zao zote, maximum points watakazoweza kuzitimiza ni pointi 82 lakini kabla ya mechi ya dabi abini, wakati wa mechi ya dabi itakuwa mechi moja bado ya kumaliza msimu ambao ni Juni ishirini na mbili. Sasa matarajio ni kwamba kufikia siku ya dabi Yanga itakuwa na pointi sabini na sita, ili wakishinda dhidi ya Simba watatimiza pointi sabini na tisa na wakishinda mechi ya mwisho ndipo watatimiza pointi 82 Wekundu wa Msimbazi Simba kabla ya mechi ya dabi, endapo atashinda mechi zao zinazowakabili za ligi kuu Tanzania bara zilizobaki, maana yake watakuwa na pointi sabini na tano. Wakishinda mechi ya dabi dhidi ya Yanga wanatimiza pointi sabini na nane ambapo mechi ya mwisho wakishinda pia maximum pointi itakuwa pointi themanini na moja. Kwa lugha nyingine, endapo mechi kila timu ishinde mechi zake, lakini Yanga isiende uwanjani juni kumi na tano, manake Simba itakuwa na fursa ya kutoa ubingwa sio tu kwa pointi ambazo kama itashinda zote itaipiku Yanga, sababu Yanga ukomo wake utaishia pointi sabini na tisa, lakini pia zile pointi 15 zitakazopunguzwa Yanga, manake itakuwa ni kuwakabidhi Simba ubingwa ungali mapema. Sasa hilo litashuhudiwa, lakini kwa kujiuliza, haya yote yametokana na nini? Kwa nini ifikie mpaka hatua hii, ambapo huenda kama kanuni ya ligi kuu Tanzania bara, hiyo kanuni ya 31 ikitumika itaifanya Simba itwaa ubingwa kiulaini baada ya kusotea kwa misimu mitatu bila mafanikio ikitwaliwa na Yanga. Kwa nini imefikia hapo? Tunakumbuka chanzo chake ni Machi nane, dabi ambayo ilipaswa kuchezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam, lakini kwa taarifa ambayo Wekundu wa Msimbazi Simba walitoa kwa umma ni kwamba wao walikwenda kufanya mazoezi kwa ajili ya kutekeleza mahitaji takwa la kanuni, kanuni namba kumi na saba kifungu cha 45 kinachoruhusu timu ngeni kufanya mazoezi katika uwanja utakotumika kwa mechi walau katika siku moja kabla ya mchezo. Lakini kwa maelezo ya Simba ni kwamba wakati wakienda kufanya kufanya mazoezi kwenye uwanja huo wa Mkapa, wakazuiwa na wale waliowatuhumu kwamba ni mabaunsa wa Yanga, jambo ya ambalo mwishowe kukaibuka maelezo kwamba hawatocheza dabi hiyo. Lakini mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto katika siku inofuata alinukuliwa akisema kwamba dabi iko pale pale, lakini baadaye jioni taarifa rasmi ya bodi ya ligi ikawa imeahirisha mchezo huo ili upangiwe siku nyingine. Sasa maamuzi hayo, Yanga waliyapinga na bado wanayapinga kwamba hakukuwa na sababu za msingi za dabi kuahirishwa kwa sababu wekundu wa Msimbazi Simba, kwa maelezo yao ni kwamba kwanza hakukuwa na taarifa ya kwenda kufanya mazoezi, jambo ambalo ni la msingi sana, kwa sababu hata katika kanuni yote, tunataka kuelezea kanuni ya 17, kifungu cha 45 kinaeleza endapo kutatokea sababu yoyote ya kufanya timu ngeni isifanye mazoezi siku moja kabla ya mchezo, basi hilo lazima lithibitishwe na kamishna wa mchezo husika, msimamizi, eh, wa mchezo husika. Sasa hilo ni miongoni mwa yale ambao wanaona kana kwamba hakukuwa na sababu ya kuahirishwa, lakini lingine, kanuni hizo hizo za ligi kuu Tanzania bara kwa msimu huu zinaeleza wazi kwamba kwenye kanuni ile ile ya kumi na saba kwamba endapo itatokea mtu, taasisi au timu kuzuia timu ngeni kufanya mazoezi basi adhabu zake zimeainishwa katika kifungu cha sitini na mbili kwenye kanuniyo namba kumi na saba kwamba itatozwa faini kuanzia milioni moja mpaka milioni mbili na ikiwa ni jambo la kujirudiarudia basi faini yake ni milioni tano mpaka milioni kumi. Lakini bodi ya ligi wakati ikiairisha mchezo huo haikutumia kanuni hii, badala yake ilikwenda kutumia kanuni namba thelathini na nne ambayo kwenye vifungu vyake kimojawapo kinaeleza kwamba ya, hii, hii ni kanuni inayozungumzia kuahirishwa kwa mchezo sababu mojawapo ya kuahirishwa kwa mchezo ni kwamba katika kifungu cha tatu kinaeleza kwamba kwenye kanuni hiyo ya thelathini na nne pale ambapo kunakuwa na dharura ama sababu ya msingi itakayokubaliwa na TFF. Sasa kwa kifungu hiki ndipo dabi ikaahirishwa, jambo ambalo wananchi Yanga wanaona kana kwamba hakukuwa na dharura, hakukuwa na sababu yoyote ya msingi katika kuahirishwa kwa mchezo huu. Matokeo yake ni nini? ndipo wakapeleka malalamiko yao kasi kasi kwa maana ya mahakama ya usuluhishi wa kimichezo imetoa majibu kwamba suala hilo lipo nje ya mamlaka yao, kwa sababu Yanga walipaswa kutumia mamlaka zilizopo za mpira wa miguu nchini, ambapo baada ya hapo, labda ndipo wapeleke kasi, kwa sababu kasi inashughulikia rufani. Na ndipo Yanga wametoa maelezo yao kwamba wamepokea maelezo ya CAS juu ya swala hilo kwamba warudi katika mamlaka zilizopo nchini, lakini wao hawatalipeleka kwa sababu, kwa mamlaka zilizopo sasa nchini hapa, bila shaka wanamaanisha bodi ya ligi, wanamaanisha TFF, ambayo ndiyo inasimamia mpira wa miguu. Kumekuwa na upendeleo, kumekuwa na dhuluma, kwa hiyo wanaona kana kwamba haki yao haiwezi kupatikana huko, na hivyo walichoamua ni kutocheza dabi. Hawachezi, hawachezi, lakini ndipo leo hii bodi ya ligi imetangaza ratiba katika ratiba iliyotangazwa ndiyo inayoonyesha kwamba dabi itachezwa Juni 15. Na ndipo unakuja hatari kwamba endapo Yanga watashinda mechi zao zote zilizobaki, Simba nao kashinda mechi zote, lakini Yanga ika, ikaacha kwenda katika mechi ya dabi kama ambavyo imeshaeleza, maana yake Simba itarahisishiwa kupata ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara kwa msimu wa 2024 25 kiurahisi zaidi, kwa sababu vinginevyo Yanga hapo katika mwenendo mzuri zaidi mpaka sasa kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara wameacha Simba kwa pointi saba kwa sababu ya ukweli kwamba Simba wana viporo viwili. Endapo watashinda viporo vyao viwili, tofauti ya pointi baina yao itabaki pointi moja, maana Simba tafikisha pointi sitini na tisa, Yanga wako na pointi sabini. Kwa lugha nyingine, Simba akishinda mechi zake, Yanga akishinda mechi zake, mechi ya dabi itakuwa kama fainali fulani hivi, kutoa mwelekeo nani awe bingwa kwa msimu huu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano. Madhara yatakayojitokeza mojawapo ni kwamba Yanga wasipokuwa bingwa, maana yake wanaweza wakawa katika nafasi ya pili endapo tu watashinda mechi zote, halafu hiyo ya dabi wakiipoteza, pointi zitakuwa zao ni sabini na tisa, ukitoa pointi kumi na tano itabaki pointi sitini na nne. Maanake yanga itakuwa bado inamaliza nafasi ya pili kwa sababu Azam FC maximum pointi watakazozifikisha hata washinde mechi zote hazitafikia sitini na nane, zitakuwa pointi sitini na tatu. Kwa hiyo yanga bado itakuwa na tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini katika nafasi ya pili, lakini hata Singida Black Stars hawana uwezo wa kufikia pointi sitini na nne ambazo Yanga wakishinda mechi zao zote zilizobaki, mechi dhidi ya Namungo, mechi dhidi ya Dodoma Jiji, mechi dhidi ya Tanzania Prisons, lakini wasicheze mechi ya dabi, watafikisha bado pointi 79 hata zikitolewa pointi 15 zinabaki sitini na nne kama ilivyotoka kueleza, bado itamaliza ya pili, huku Simba ikiwa bingwa. Lakini hatari nyingine ni kwamba endapo Yanga katika mechi hizi mechi dhidi ya Namungo, mechi dhidi ya Dodoma Jiji, mechi dhidi ya Tanzania Prisons ikipoteza mchezo wowote, maana yake maximum points za Yanga zitakuwa ni pointi sabina sita Haza katika pointi sabina sita, yani ipoteze mchezo mmoja, ishinde michezo miwili itakuwa na pointi sabina sita. Halafu isipoenda kwenye dabi ukiondoa pointi kumi na tano, Yanga itabaki na pointi sitini na moja pointi sitini na moja halafu Azam ikashinda mechi zake zote itafikisha pointi ambazo zitazidi pointi sitini na moja na hivyo Azam watatoa tiketi ya kuwakilisha nchi katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, wakiungana na wekundu wa Msimbazi, Simba zisimba, endapo Simba watakuwa ndio mabingwa, pale tu Yanga wasipoenda uwanjani katika siku hiyo, manake Yanga itaangukia kombe la shirikisho. Lakini pia hatari nyingine ni kwamba ee, viongozi wanaweza kajikuta katika adhabu yote yamefikiwa huko kutokana na ile machi machi nane wakati bodi ya ligi ilipoahirisha mchezo. Wengine wanaweza kujiuliza, busara gani ilitumika kuahirisha mchezo katika mechi ile ya Machi nane yalisemwa mengi? Baadhi yao ni kwamba pengine bodi ya ligi ilitumia busara kuepuka adhabu kama hizi kuishukia Simba endapo wasingeahirisha mchezo na Simba walishaonyesha dhamira ya kutokwenda uwanjani kwa sababu ya kutopata fursa ya kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo. Maana yake Simba mechi ingeendelea ya kuchezwa, Yanga wakafika uwanjani kama walivyofanya siku ile ya mchezo. Simba wangekumbana na rungu hili la kupo, kupokwa pointi kumi na tano kutozwa faini ya milioni tano milioni mbili na nusu wangepewa Yanga, lakini pia gharama za mchezo Simba wangepaswa kulipa, lakini pia viongozi ambao wangehusika katika kufanya mchezo chezwe wangechukuliwa hatua. Swali, kama bodi ya ligi ilitumia busara hii inayoelezwa kuepusha yote hayo kwa Simba, manake kwa hili sasa, endapo Yanga nayo na haitakwenda uwanjani, manake je, busara hii itatumika tena kwa Yanga? Ndugu mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, unaona hapa jinsi ambavyo mizengwe inazidi kucheza. Maswali juu ya maswali, kama iliepusha Simba adhabu ile, maana yake bodi ya ligi inaweza kukutana na pressure kwamba pia itafute busara kuepusha adhabu hii ya utekelezaji wa kanuni namba 31. Lakini hayo ni miongoni mwa yale yaliyokuwa kisemwa, wala sio taarifa rasmi ya bodi kwamba iliahirisha mchezo eti kwa sababu kuepushia Simba adhabu ya rungu la kukatwa pointi 15 na adhabu nyinginezo. Nini kitakachotokea ni swala la kusubiri bila shaka tutajua tuta, tuta hatima ya dabi hii ambayo Yanga kamati ya utendaji imesisitiza haichezi, ngo. Je, Yanga haichezi je, itakapofika Juni 15, kweli Yanga atakwenda uwanjani? Je, haya yanoelezwa katika kanuni yakitumika yataleta athari gani kwa Yanga hususan katika michuano ya kimataifa na adhabu nyinginezo ikiwamo kulipa pesa ambazo wanapewa watani zao wa jadi Simba shilingi milioni mbili na nusu. Yote haya bila shaka viongozi wa wanaosimamia mpira wa, wa miguu kamati tendaji ya Yanga, pengine matarajio ni kwamba watakuja kupata suluhu katika siku hizi kuelekea Juni kumi na tano. Mwisho wa siku iwe kwa afya ya mpira wa miguu, kwa afya ya mpira wa miguu sio tu Tanzania, lakini pia ukanda wa Afrika mashariki na kati, ambako ni Tanzania ndio nchi ambayo mpira wa miguu unapiga hatua sana hivi sasa, ligi yake ikiwa namba tano kwa ubora barani Afrika. Kama nilivyotoka kueleza, timu zake zinafika mbali sana. Simba hivi sasa wako katika fainali kombe la shirikisho barani Afrika. Msimu 2022/23 Yanga walifika finali katika kombe la shirikisho barani Afrika. Msimu uliopita Yanga Simba zote zilifika hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa ufupi, ni mpira wa miguu unapiga hatua kubwa, lakini masuala kama haya ndio mtanziko ambao bila shaka majawabu yake yataifanya kuweka picha nzuri ama vinginevyo ya mpira wa miguu nchini Tanzania. Itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe una share una like na kukoment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan, bye bye. Yes. Yes. Yes. Mbwaduke Stats sport next level.